Habari kwa wote, Dkt. Yashwin Paidari, mshauri wa magonjwa ya mishipa ya fahamu hospitali za Apollo Jubilee Hills, Hyderabad. Leo nitaongea kuhusu ugonjwa wa neva unaosababishwa na kisukari. Ugonjwa wa neva unaosababishwa na kisukari ni tatizo linaloonekana mara nyingi zaidi kwa wagonjwa wa kisukari, hutokea kwa asilimia kumi na tano ya wagonjwa wanaougua kisukari. Kwa kawaida huonekana kwa wagonjwa ambao wamekuwa na historia ya kisukari kwa angalau miaka kumi hadi kumi na tano. Kama kisukari kimeweza kudhibitiwa, dalili hizi huonekana baada ya zaidi ya miaka kumi na tano ya ugonjwa. Kama kisukari hakijadhibitiwa, dalili zinaweza kuonekana hata kwa wagonjwa walio na chini ya miaka kumi ya kisukari. Kwa kawaida wagonjwa huja hospitalini wakiwa na dalili za kufa ganzi au hisia ya moto kwenye viganja vya miguu mwanzoni, na dalili hizi huendelea kupanda taratibu hadi kufikia magoti. Dalili zinapofika magotini, zinaweza pia kuanza kwenye ncha za vidole vya mikono na taratibu kusambaa kwenye viganja na mikono ya juu. Pia wana hisia hizi za ganzi, kuwashwa au kufa ganzi. Iwapo mgonjwa ana tabia ya kutumia pombe kila siku au ana upungufu wa vitamini B kumi na mbili, dalili zitakuwa kali zaidi. Hali hii husababisha ugumu katika kufanya shughuli zao za kila siku, hata kushindwa kushika viatu vizuri. Kwa sababu hiyo, wanapata ugumu hata katika kufanya shughuli zao binafsi. Hivyo, mtu akija kwa daktari na malalamiko kama haya, tunafanya uchunguzi wa mzunguko wa neva. Kulingana na matokeo ya uchunguzi wa mzunguko wa neva, tunathibitisha uwepo wa neuropathy ya kisukari. Mara tu tunapothibitisha neuropathy ya kisukari bila kujali ukali wa dalili, tunawashauri kudhibiti sukari kwa umakini na kuepuka matumizi ya pombe kama wanatumia, na pia tunarekebisha upungufu wa vitamini B12. Pamoja na hayo, dawa za kutibu neva pia zitatolewa. Dawa hizi za kutibu neva zitasaidia kutuliza neva na dalili zake, na hii itaboresha hali ya mgonjwa siku baada ya siku. Na kwa kawaida ndani ya siku kumi hadi wiki mbili watu hupata nafuu, lakini kama sukari haitadhibitiwa tena, dalili zinaweza kurudi. Tafadhali zingatia udhibiti wa sukari mwilini. Kama dalili hii itapuuzwa, basi ugonjwa huu wa neva utakuwa mkali zaidi na mgonjwa atapoteza kabisa hisia kwenye mguu, na hapo ndipo huanza kupata tatizo linaloitwa mguu wa kisukari, pamoja na vidonda vidonda visivyopona, na wakati mwingine inaweza kusababisha kukatwa mguu. Jambo pekee ni kuendelea kudhibiti sukari mwilini. Asante.